Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne imepata mafanikio makubwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo e, utumishi wa umma na utawala bora. Mafanikio haya yanatokana na azma ya mheshimiwa rais wetu ya kutaka kujenga utumishi wa umma wenye tija katika maendeleo na ustawi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, azma hii ilijidhihirisha rasmi wakati alipohutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 mwezi wa Aprili mwaka 2021 kwa mara ya kwanza tangu aapishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo alisema kuwa serikali anayoiongoza itaendelea itaendeleza jitihada za kuimarisha nidhamu na uwajibikaji kwenye utumishi kwenye utumishi wa umma. Sanjari na hilo, Mheshimiwa Rais alisema kuwa serikali yake imejipanga kuimarisha taasisi na kuweka mifumo ya uwajibikaji ambayo itahakikisha viongozi na watumishi wa umma wote katika ngazi zote wanawekewa malengo yanayopimika. Ndugu wanahabari na ndugu wananchi, rais wetu aliongeza kuwa serikali yake imedhamiria kuwapima viongozi na watumishi wa, kwa namna wanavyotimiza majukumu yao. Hivyo serikali haitakuwa tayari kuwaonea aibu viongozi na watumishi wa zembe wezi na wabadhirifu wa mali ya umma. Ndugu wanaabae, ndugu wananchi, kuhusiana na mapambano dhidi ya rushwa, rais mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan alieleza azma ya serikali yake ya kuendeleza juhudi za kupambana na rushwa kwenye utumishi wa umma. Aidha, alieleza bayana namna serikali yake itakavyohakikisha inazingatia utoaji wa stahiki za watumishi wa umma kwa wakati, kwani majukumu yanayotekelezwa ya na watumishi wa umma ni lazima yaendane na haki zao.